Akikosa chakula malishi, yaliyo sahihi hawezi kuwa na utulivu. Hata ale ashibe utu wa nje, lakini utu wa ndani usiposhiba, huyu mtu hawezi kutulia, kwa sababu maisha ya mtu yanategemea rohoni, yanategemea utu wake wa ndani, hayategemei utu wa nje kila anachokitafuta mtu kiko ndani yake, Mungu alishakiweka. Kwa hiyo anaweza akashiba utu wa nje, lakini akishiba utu wa nje hawezi kuwa na utulivu, kwa sababu utu wa ndani pia unahitaji chakula, una njaa kama ulivyo utu wa nje. Kwa hiyo Yesu anaeleza, anasema chakula changu ndicho hiki, nikayafanye mapenzi yake yeye aliyenipeleka kazi, nikaimalizi nilianza. Kwa kusema Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Wakorosai, anasema mjazwe maarifa ya mapenzi yake. Kanisa, watumishi, tusipojua maarifa ya mapenzi ya Mungu kitu gani, kamwe hatuwezi kuwatosheleza na kuwashibisha hawa watu ambao wanahitaji chakula cha neno la Mungu, ambacho Mungu anasema ni maarifa. Maanake chakula hicho wanatakiwa wafundishwe katika hekima yote na katika ufahamu wote wa rohoni. Na Yesu alipozungumza chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake, kwenye kitabu cha Yohana 6:40 anaonyesha mapenzi ya Baba yake ni yapi, anasema mapenzi ya Baba yangu ndiyo haya kila amtizamaye mwana na kumwamini apate kuokolewa nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo Yesu alikuja kuyatenda mapenzi ya baba yake, ni kwamba alikuja ili afe na kufufuka. Hayo ndiyo mapenzi ya baba yake. Na akiwa katika Gethsemane anamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini kwa sababu anajua haya ndiyo mapenzi ya baba yake, na anasema ikiwa mbeki akiwezi kuniepuka, basi mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo ndicho Yesu alichokuja kukifanya, kwa sababu katika kile alichokifanya msalabani ndiyo kilikuwa njia ya kila atakayemtizama Yesu na kumwamini anaokolewa. Kwa hiyo kama Yesu asingeenda msalabani, maana maanake mapenzi ya Mungu yasingetimizwa. Na mapenzi ya Mungu ilikuwa kila atakayemtizama Yesu kwa kazi ya msalaba aliyoifanya apate kuokolewa, akimwamini apate kuokolewa. Na akiisha kuokolewa Yesu anasema.